Oi, oi oi oi, mambo vipi? Mambo vipi, wadau wetu wa Fab Digo TV, karibuni sana katika muda huu, muda huu ambao tunajidai na kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uzima na afya pia, mpaka mnaisikia sauti hii ina, inaunguruma kwenye YouTube chaneli ya Fab Digo ya mtangazaji wenu naitwa Fabidigo, Fabidigo katika YouTube channel yetu ya Fabidigo TV. Leo tupo katika studio zetu za Fabidigo, tukiwa tunaangalia updating au breaking news ambazo zinatujia zinatufikia, hapo hapo, nasi tunazirusha online, mwanzo mwisho ili mweze kupata habari zinazotukia baada ya michezo miwili ya klabu bingwa Afrika ya Simba pamoja na Esperance na Yanga pamoja, na, eh, pamoja na, National tionalau tunawanaitwa mafarao wa Misri au wanaitwa mafirauni. Okay, kwa lugha nyingine za dini zetu zote mbili, dini kubwa za hapa duniani. Katika habari hii nipo na habari inayofurahisha habari iliyotokea uwanja wa Mkapa jana baada ya Simba kutoa draw na Esperance ya Tunisia. Eh, baada ya kutoa draw ikaonekana kwamba mashabiki wanamvaa sana kiongozi wao, ambayo ni kiongozi mkuu wa wanachama, kiongozi ambaye anaitwa Mangungu. Mangungu jana baada ya mpira kuisha alishikwa na taharuki ya kuvamiwa na mashabiki wa Simba uwanja wa Mkapa pale walipomweka kati bila polisi, na hizi Mangungu jana, tumekuwa naongea kitu kingine leo. Habari iliyotufikia sasa hivi kwa waandishi wetu walioenda kutafuta habari kwa, kwa Ahmed Ali. Ahmed Ali ambaye ni msemaji wa Simba Football Club na habari zote za kutoka Simba tunazikuta kwa Ahmed Ali Ahmed Ali kwenye ukurasa wake wa Instagram, pamoja na maongezi yake ya kuhojiwa na sisi kama Fabidigo TV, akiongea mengi ya kwamba kwamba kwenye timu hakuna siku ambayo mtafanya vizuri, lakini tunanukuu maneno yake Ahmed Ali aliyoyasema. Yes. E, mashabiki wenzangu wa Simba, najua tuna asila kufuatia mwenendo wetu katika michuano ya Afrika msimu huu. Lakini asila zetu zisitufanye tuvunje msingi misingi yetu utu na heshima kwa viongozi wetu na sisi wenyewe wenyewe. Yes. Hatuna budi kukubali kuwa msimu huu au kuwa mzuri kwetu, na hilo hutokea kwa kila timu duniani. Hivyo tusije, tusije sisi ni wakosefu tusije tukajiona tuka sisi ni wakosefu sana. Rai yangu ya, yani rai ya huyo Ahmed Hali sasa anavyosema sisi tuna nukuu, rai yangu tusipoteze muda, tusipoteze muda wa kufarakana, wala wala kubagazana mitandaoni au kwenye vyombo vya habari, na tukumbuke kuwa wabaya wetu wana wananufaika zaidi ya marumbano yetu, ambayo, ambayo wanachochea wana tuvurugani wanachochea kwamba tuvurugane. Yes, yes, yes, hapo nilikuwa nasoma ili muweze kunielewa kwa vitendo na nukta, lakini nasoma kama mwandishi wa habari ambaye sasa nimekuboho. Anasema muhimu tukumbuke kuwa bado tuna mashindano mengine e, mbele yetu ambayo tunapaswa tunapaswa kuwekeza nguvu, akili na maarifa. Ligi kuu ya NBC na CRDB kapu ni, ta ni tumaini letu pekee lililobaki hivyo, badala ya kushalulana na kupoteza mwelekeo. Ni vyema tuwekeze nguvu huko tupate mafanikio. Tusivunjike moyo ndugu zangu wa Simba, tujipange kwa ligi za ndani na tujipange kurejea kwa, kwa kishindo msimu ujao katika mashindano ya kimataifa. Lakini pia mechi zilizobaki tusimalize kinyonge. Okay, hayo ni maneno kama tulivyosoma na pale tuliposoma. Kama mwandishi wa habari presenter wenu, nikiwa kwenye studio za FabDigo TV, nami nimetumiwa na mwandishi ni wa habari wa FabDigo TV wakiwa na mmoja Ahmed Ali. Na habari ha, hii inafurahisha inavutia au ina, inasikitisha kwa mashabiki wa Simba? Sisi kama waandishi wa habari na vyombo vya habari ambavyo tuna haki ya kuongea yale yaliyo yali, mazuri kwa timu zetu za Tanzania zote zinazoshiriki michuano ya kimataifa, kama mwandishi wa habari FabDigo, kwa uchambuzi wangu unaweza kusema eh, Liverpool ni timu kubwa sana ukiangalia. Okay, Liverpool ni timu ambayo imeboronga michezo hapa kati, imepigapigwa sana. Kuna Manchester United ni timu kubwa, hizo nazosema, lakini Manchester United sasa hivi ndo ameshinda mechi mitatu mfululizo, wanafurahia mashabiki wao. Lakini ukirudi nyuma Manchester United na Liverpool ni timu ambazo ni kubwa pale Uingereza, lakini zinapitia matatizo makubwa sana na kuwahi kutoshiriki kabisa katika Europa au UEFA Champions Cup. Lakini pia ukienda kwenye timu za wenzetu kule ambazo ni timu za Barcelona na Real Madrid pia wanapitia matatizo, lakini ukija hapa Afrika, ukija kwa Wydad Casablanca, Wydad Casablanca mwaka huu wapo shirikisho, mwaka jana wakuwepo kabisa kwenye michuano ya kimataifa. Pia mwaka ulio uliopita waliokuwa kundi moja na Simba, pia Wydad Casablanca walitoka kwenye, kwenye kundi ile kundi ilikuwa Simba, Wydad Casablanca na timu zingine, lakini Wydad wakatolewa akiwa na pointi tisa, Simba alienda robo finali. Kumbuka kwamba kuteleza si kuanguka. Mashabiki wa Simba msiwe na hasira, msiwe na hasira, msiwe na hasira. Haya ni maneno ya vyombo vya habari ambapo tunaongea sisi haya. Baada ya kuongea haya yote kwa jinsi tulivyoona na uchambuzi wetu tulivyosema, msisahau kusubscribe na kulike na comment. Na mimi Fabidigo, Fabidigo, katika Fabidigo TV.